a sana lakini machozi yaligoma kutoka. Zilisikika tu sauti za kuvutavuta mafua na kufyonya. Anyway, mimi si ni mpambanaji, nilisema huku nikiinuka na kujikunguta vumbi hapo nilipokaa kwa takriban nusu saa. Sasa nilisimama na kujifuta usoni. Ni kweli halikutoka hata chozi, bali uso ulikuwa mkavu kama kipande cha ja ardhi ya barabara yetu ile ya vumbi yenye mashimo yaliyosaulika na serikali. Nilitazama mji huu kwa mbali, mji nilioamini ningeuangusha magoti na kuufanya unichezee. Miaka mitano nyuma nilitoka kijijini na ndoto kama simba. Nilifanya vibarua, nikawekeza kila shilingi, na hatimaye nikajiajiri. Biashara ilianza kunipa tabasamu, lakini sasa hali imekuwa mbaya mno. Hakukuwa na mauzo ya maana Stoo ilikuwa wanluzi, na bidhaa zilizokosa wanunuzi na deni la kodi ya frem lilikuwa likinikaba koo kama kamba ya katani. Nyumbani watoto wanahitaji ada, mama yao anataka chakula, ndugu nao wananitazama huku wakiwa na matarajio makubwa mno, lakini mfukoni ni mavumbi na risiti za bill. Nikavuta pumzi ndefu nikitazama barabara inayopotelea kwenye giza la jioni. Nilikuwa nimechoka, mwili ulikuwa mzito mawazo yalikuwa makali kama misumari iliyoganda kwenye ubao ulioshikilia maisha yangu. Je, nilifanya makosa kuacha kazi na kujiajiri? Hapana, mpambanaji hakati tamaa, nilijisemea kwa sauti ya kunong'ona. Lakini kwa mara ya kwanza niliwehuka na kujiuliza ninaelekea wapi, kwa maana msongo wa mawazo mazito ulinifanya mpaka nisahau nilipokuwa naelekea. Tafadhali bofya subscribe ili kujua zaidi. Jamal, kijana mwenye ndoto kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa duniani, atafanya nini ili kufikia ndoto yake katika hiki kipindi kigumu anachopitia? Subscribe for more episode.